Ni wasihi wale, wale wanaoenda kupata stashahada basi wawe na hamu ya kwenda kufanya shahada. Wale ambao wamehitimu stashahada waone kuna haja kufikia, uh, level ya kufikia levo ya shahada na baadaye shahada ya pili na kuendelea. Ndugu wa hitimu, katika risala yenu mmeeleza mambo kadhaa ambayo mmeona ni changamoto ama fursa ambazo zikitumiwa zinaweza zikasaidia kuongeza ufanisi wa chuo hiki. Moja, mmeeleza swala la changamoto ya maktaba ambayo pia makamu mwenyekiti wa bodi ameizungumza, na sisi kama wizara tunalichukua hilo na tutamwelekeza makamu kaimu mkuu wa chuo ili aweze kulifanyia kazi na kutatua changamoto hizo ili kuboresha miundombinu ya usomaji katika taasisi yetu lakini pia mmezungumza swala la ukosefu wa vifaa vya kisasa vya taaluma. Hili nalo tunalipokea kama wizara na tutalifanyia kazi. Ndugu mgeni rasmi, mbele yako ni wahitimu 284 ambapo wahitimu 68 wanahitimu shahada za uhandisi, 67 wa wanahitimu elimu ya ufundi stadi level 3 na mia moja arobaini na tisa wanahitimu elimu ya ufundi stadi ave. Ndugu mgeni rasmi, naomba liruhusu sasa kutaja maeneo ambayo ICoT imepata mafanikio na yale ambayo imekutana na changamoto kutoa wakati wa kutekeleza majukumu yake. Mafanikio moja, ni kuongezeka kwa udahili wa wanafunzi wa mwaka wa kwanza wanaojiunga na mafunzo ya ngazi ya shahada kutoka wanafunzi 24 katika mwaka wa masomo 2020-2021 hadi wanafunzi 150 katika mwaka wa masomo 2025-2026 l wanafunzi 68 ambao leo hii wanahitimu shahada wanafanya idadi ya wahitimu wa shahada kuwa mia moja na ishirini na tisa tangu ICoT ianze kutoa mafunzo ya, ya stashahada katika kipindi cha kuanzia mwezi Julai hadi mwezi Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano, taasisi imefanikiwa kutoa mafunzo ya, ya kujenga uwezo kwa wananchi wapatao mia tano arobaini na mbili kupitia mafunzo ya muda mfupi kuhusu matumizi ya teknolojia stahiki ya nguvukazi ama labor based technology. Baadhi ya washiriki hao wametumia vyeti walivyovipata kusajili makampuni ya ujenzi. Ile ni kukamilika kwa ujenzi wa jengo moja lenye vyumba vya ofisi, maktaba na darasa uliokuwa unatekelezwa katika taasisi ya teknolojia ya ujenzi Mbeya. Pia ICoT Morogoro inaendelea kusimamia ujenzi wa jengo la taaluma lenye ukubwa wa ghorofa nne ambalo lina uwezo wa kuchukua wanafunzi elfu moja kwa wakati mmoja. Aidha, kukamilika kwa jengo hili kutaiongezea taasisi uwezo wa kudahili wanafunzi. Tano ni kukamilika kwa mradi wa uchimbaji wa kisima cha maji ambacho ni msaada mkubwa katika kutatua tatizo la upatikanaji wa maji hapa chuoni. Kwa kweli tangu nimeanza mafunzo nilipoingia ni tofauti kabisa na ninavyotoka kwa sababu nimejifunza vitu vingi sana ikiwemo ujenzi wa mabarabara, ujenzi wa madaraja, makaravati pamoja na mabangalao magorofa. Elimu inayotolewa hapa ni elimu ambayo kwa kweli sehemu nyingine sijajua kwa vyuo vingine lakini binafsi namna ambavyo ninaizungumzia ni elimu ambayo itanisaidia sana, ikizingatiwa kwamba mimi ni mwajiriwa. Kwa hiyo nitakapotoka hapa, kwanza mabadiliko nitayaanza kwenye taasisi yangu. Mimi ni mwajiriwa, ni mfanyakazi wa chuo cha maendeleo ya wananchi Bigwa. Nitakachoanza nacho kwanza ni kurekebisha miundombinu, kutokana na taaluma niliyoipata. Mimi ninawashauri sana vijana, kwa sababu kwanza hii ni fursa ya kipekee katika mkoa wa Morogoro. Kwa sisi ambao tuko ndani ya mkoa wa Morogoro, tulikuwa tuna changamoto sana ya yaa ya engineer ya course engineering hasa hizi za electrical, mechanical na civil. Kwa mkoa wetu tulikuwa hatuna kwa ngazi ya diploma. Lakini tunawashauri vijana kutumia fursa hii sasa huko ndani ya mkoa, na hizi sasa ni mahafali ya tatu, maana tayari chuo kinazidi kujiimarisha. Mapungufu yaliyokuwa mwanzo yanazidi kurekebishwa sasa, tunakwenda tunakwenda mahafali ya tatu, tutakwenda ya nne, ya tano, tutakwenda. Hii ni kutumia fursa kwa vijana ambao wako ndani ya mkoa kwa Morogoro waweze kujifunza na kuitumia nafasi hii, ili waweze kukuza taaluma zao pia zaidi.